Ndio kwenye giza. Kwenye giza? Giza? Mm. Kwa kutafuta mwanga. Kutafuta mwanga. Kwa kutafuta mwanga. Mm. Kwenye giza kumaanishaje? Ndio kutafuta mwanga. Kwa kutafuta mwanga? Mm. Uko kwenye giza, mtuambie kwenye giza kulikuaje, yani huko? Kwenye giza. Mm. Ah, ilikuwa ni kuna giza alafu mchoro umepita katikati. Mchoro? Mchoro wa nini? Wa giza. Na mwangaze <laughs> Aya, sasa hivi mguu wako hivi hapa sasa hivi hapo, huwezi kunyanyuka. Wewe ulikujaje na huko mguu hapo, huwezi eh? sasa hivi, sasa hivi kwa kikwambia urudi, unaweza kurudi hivi hivi, na uchi mm, hapa -hmm. Chuoni kuna walinzi kuna hivi, kama ulivokuja huko tayari maanamkujau

mtazamaji mimi ni Abel Saidi Lawasa na hii ni Asalo TV Online. Na hapa ni katika eneo la chuo cha misitu Olmotonyi ambapo kumetokea taharuki ya mtu kuingia ndani ya chuo akiwa uchi wa mnyama, hali ambayo imezua taharuki hasa kwa wanafunzi pamoja na walimu ambao wanaishi hapa chuoni. Na hapa tumefika ili kujua kwamba huyu uh, ambaye ameingia hapa akiwa uchi wa mnyama ametoka wapi. Tumehojiana naye na maelezo yake yamekuwa yakitatanisha kidogo, kwa sababu amekuwa akisema kwamba alikuwa kwenye giza na akatafuta uh, mwanga na baada ya kutafuta mwanga basi akafikia hapa, na alipofikia hapa amefika akiwa uchi wa mnyama. Basi tupo hapa kwa ajili ya kupata maelezo zaidi pia kutoka kwake na wale basi mashuhuda ambao walimwona awali hasa huyu mtu akiwa katika hali halisi. Mimi ni Abdul Said Lohasa na hii ni Asalo TV Online. Tukitoa zile nguo zetu hizi, urudi huko unapoenda. Taka kwenda kwa nini? Tukua. Tukua. Tukua. Tukua nini? Wesuli kuja uchi au letela? Ela. Ela. Ela, mtu amekuja uchi yeye, maana chakula upewi. Unakula nini? Chakula, mimi nilikuwa natafuta Mungu ama kuna karoti sasa wewe nguo zako ziko wapi mpaka umefika huko ukiwa uchi? Ai nguo, zilitokea tu zitokea tu tu zikapotea tu. Dafla? Eh, Nikafika hapo kwa uchi eh, nikafika hapa nikiwa uchi. Kwa majina naitwa Enjo, nasoma hapa chuo cha misitu. Ilikuwa ni asubuhi sana tu, tumekuja kusoma sasa, tukashangaa tu wamejaa shangaa tu wamejaa wa, ikabidi tuje tuangalie kuna kitu gani, tukakuta kuna kitu gani, ndio tunakuja kuangalia, tunakuta mtu ameanguka hapo Nikauliza jamani, kinini nini? Akasema wewe ni mchawi al, tusa, mchawi kivipi? Akasema sasa tumeona mtu ghafla ameanguka, yani hii upoto, yani wamemwona. Na ukiangalia asubuhi hapa kuna watu ambao wanaishi hapa kwenye makazi, wametoka asubuhi, kuna mmoja wagani ndao kwenye mazoezi, ameenda asubuhi, hajaona kitu chochote, ameenda vizuri, ametoka saa moja. Wakati narudi sasa, ile tunakutana na mtu yuko uchi, anamuuliza vipi na mdau alikuwa hana ufahamu hasa. Kwa bahati nzuri, kulikuwa kuna mchungaji alikuwa anapita, nataka kuchukua maziwa huko, ndo ikabidi ile mchungaji alipofika hapa, ikabidi atoe huduma ya kwanza ya kumwombea. So baada ya kumuombea ndo kidogo akarudisha ufahamu sasa. Ndio ikabidi wamvute maana alikuwa hawezi kutembea. Ikabidi wamvute wamburute wamkalishe hapo. Ndio wakamuuliza umekula, akasema sijala, kwanza akijua, ha, ha, hata chakula ni kwanza hawalagi na siku kama tatu hajala. Tukabidi wampatie chakula wakampa, akala vizuri, ndio kama hivi sivyo tisi anaanza hata kuongea, ila mwanzoni, oh, ya, akili yake, mwazui, likuwa, jale, kwa maelezo yake ya mwanzo ni alichokuwa na kiongea akieleweki, ya hivyo akili yake mwanzo ilikuwa haja yani alikuwa anapapa kichaa au alikuwa Ah, kwa yeye sio kama kichaa lakini kitu ambacho anakiongea yeye kwenye ya akili yake ni kama vile mwenyewe hatambui anaongea ni kwa sababu ukimuuliza, jina analotaja mwanzo na analotaja mara analo ya pili ni kama vile yeye ni unaona kabisa akili yake haiko sawa. Mm. Yeah. Kwa sababu hata ukimuuliza majina ya baba yake yeye ya anasema na yani, kwa mfano kama baba yake ya alisema anaitwa Laiza bali tena anataja sijui anaitwa John. Kwa mtu unakuwa no hauelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea. Mm. Mimi naitwa Joseph Epafra Ndosi. Mhm. <laughs> E, jamaa tumemkuta hapa asubuhi hapa hivi yuko uchi, alafu tunamuuliza ulitokatokaje, alafu anasema alikuwa ametoka kwenye giza kwa alikuwa anatafuta kwenye mwanga. Sasa baada ya kupita asubuhi, je, mmemuona kwenye hali gani? Tuseme kwa maelezo yake anadai amekuja, amekuja alipotoka ametoka, amekuja na miguu sasa tunavyomwangalia jaja na miguu hapa ni kwamba akashuka afu gari limekosa breki ndo akadondokea hapa mm. <laughs> Sawa, aliposhuka alikuwa kwenye hali gani? Yani ndo hivi tu kama tunavyomwangalia hapa ana uh, nguo. Alikuwa uchi, ana nguo sasa E, kapata lunch na kasaka kweli kala, kwa sababu amesema ajala siku tatu hivi, na huko hamna chakula yeah. E, yeah. Na tukamsaidia na nguo pia e, nando hivyo tunamtafutia na msaada tena polisi hapo hivi atibiwe. Ni balozi, naitwa Epafra Solomon Ndosi, ni balozi wa mtaa hapa e, mtaa wa Olmotonyi hapa chuoni. He, silipata taarifa kwa taharuki kubwa sana tu. Mm, ilikuwa ni alfajiri ya asubuhi hii. Mm, tuliitwa kuna mwalimu ambaye analala hapa. Yeye alivyotoka katika maelezo yake alitoka kwenda mazoezi kidogo, alitokea mlango wa nyuma huku, alipotokea mlango wa nyuma huku akaenda mazoezi kurudi, akaja akarudi, akarudia kuingilia mlango kuingilia mlango huu hapa taruki kupiga taharuki hapa, akakuta kijana amelala hapa, kumwangalia kidogo, alikuwa ameshachukua taulo yake hapa, alikuwa amejifunika sababu ile baridi, baridi aliyokuwa nayo Hamadi, hivi, halo unafanya nini kwa? akasema kwamba ah, mimi nimekuja tu si namna gani hivi na hivi na hivi vitaharuki hivi, mwalimu kuangalia hivi, kumbe yuko uchi. Kuangalia yeye, kumhoji, akasema mimi ni mlinzi. Mlinzi wa wapi? Mlinzi wa hii nyumba. Akamwambia mbona, mwalimu akamwambia mbona sikufahamu, akamwambia mbona ni mlinzi wao, kwamba tu labda unifahamu Unaona? Mm. Basi taharuki ku, mwalimu kuja kugundua kumbe yuko uchi wa mnyama. Uchi wa mnyama mwalimu ndo akaja tukaamka, kuja kuangalia sasa ni taharuki, tukaja watu wengine pia kuangalia, kunavyomuuliza sisi yeye, anasema ametoka Loliondo Loliondo, anasema Loliondo, labda Loliondo yenyewe kuna kitongoji labda sehemu ambayo inaitwa Donyo Sambu alivyokuja akasema alikuwa anakuja kuelekea mara Ngaramtoni, mara mlima Meru, mara amepanda toyo, mara yuko namna gani. Kuja akasema amepotea njia, kule alikotokea Loliondo huko. Anasema kule ni kuna kiangazi kikubwa, na kule ni giza na mwezi sijui kuwa ha, si. kuja hapo, kumuuliza namna gani basi hapo, navyojaribu kumuuliza namna hili anaongea hili anaongea hili ana kuangalia miguu chini, pia amechanika miguu nasi mas, ma, mashinga gani kuangalia sasa, tukaona labda wenda sehemu zote. Eneo la chuo kijiografia limezungukwa na waya mesh. Sasa kuangalia akatokea wapi, atujue kama sehemu alikotokea alikoingilia. Sasa ndio unahisi labda wenda kadondoshwa, labda ako huko juu, kwa sababu anasema ametokea, alikuwa anasafiri juu, safiri juu. Hey, ndo tarehe yenyewe tumekuja, tumeenda tuone hapa kuongozi wa taasisi, tumetoa ripoti Taasisi wakatuambia, tumetoka kituoni polisi kule kutoa taarifa mafande kule, wakatuambia twende uongozi wa, wa kata na kijiji. Sasa hivi tunavyokuja hapa sasa hivi tumetokea kwa afisa mtendaji wa kata, eh, kiongozi wa kata mwenyewe ndio huyu mdada ambaye tumekuja naye hapa kwa taarifa, kuja kuangalia hapa, ndio sababu tuko hapa sasa hivi. Ha, ha, ha. Naam ndio. Ha.